Tajiri maarufu wa Dar es Salaam alimwona msichana mchanga wa kufagia hoteli akiwa amekaa kimya barabarani karibu na gari lake la kusafiria akilia taratibu huku akimwomba mama yake asiuze zawadi ya mwisho aliyowahi kuachiwa na baba yake marehemu. Alidhani hakuna mtu aliyekuwa karibu, lakini usiku huo mtu asiyejulikana mwenye nguvu na nafasi kubwa alimsikia na hatua aliyochukua baadaye ingezungusha mkondo wa maisha ya msichana huyo kuelekea njia ambayo hakuwahi kuifikiria kabla. Hatujaendelea, subscribe hapo alafu tuambie unaangalia simulizi hii ukiwa nchi au mkoa gani, ili tupeane hai kidogo. Okay, tuendelee. Hoteli ya Crystal Crest ilikuwa imetulia kabisa usiku huo. Sakafu ziliangaza, mazulia yakiwa safi, na taa za jiji zilichomoza kupitia madirisha marefu kwa mwanga mweupe wa utulivu. Wageni wote walikuwa wamelala, isipokuwa mmoja tu. Mwisho wa korido ya mashariki, Neera, msichana wa umri mdogo, labda miaka 19 au 20, alikaa chini akiwa amekunja magoti, huku akishikilia simu yake kwa mkono uliokuwa ukitetemeka Alijaribu kuzungumza kwa sauti ya chini lakini katika ukimya uliotanda maneno yake yalionekana kama ngurumo. Mama tafadhali, usiuze ule mkufu, ni kitu cha mwisho alichokuachia baba, naomba tu unipe muda kidogo, alizungumza kwa sauti iliyokatika wakati akipangusa machozi. Mama yake aliyekuwa amechoka kwa shida za maisha alimwambia kupitia simu, Neema, mwenye nyumba ametupa mpaka kesho asubuhi. Tunalipaje kodi sasa? Neema aliweka kiganja mdomoni kuficha kilio. Nitatafuta pesa, mama, nitafanya kazi usiku mzima kama inahitajika. Tafadhali jaribu tukuamini. Hakujua kama kuna mtu aliyekuwa akimwangalia. Mwisho wa korido Luca Washington mtoto wa tajiri mkubwa na mkurugenzi wa Washington Properties alisimama akitoka kwenye chumba chake. Alikuwa ametoka kwenye simu nzito ya kibiashara, akipanga kushuka nje kwa ajili ya hewa, lakini kisha akasikia sauti ile. Si ya makelele, bali sauti ya mtu aliyekuwa akijaribu kutovunjika. Alibaki nyuma ya ukuta bila nia ya kujificha, bali kwa sababu hakujua namna ya kukabiliana na hisia nzito zilizompiga ghafla. Mama, tafadhali najaribu. Neema aliongea tena, sauti ikiwa dhaifu. Luka alikuwa amesikia watu wakilia mara nyingi: wafanyakazi kutoa visingizio, washirika baada ya kufilisika, watu kwenye migogoro, lakini kilio cha Neema kilikuwa tofauti. Kilikuwa kilio cha mtu anayepigana hata akiumia. Baada ya simu kukatika, Neema alijipanguza machozi akainuka taratibu, akanyoosha sare yake, kisha akavaa tabasamu bandia ambalo maisha magumu yalimfundisha. Akalishika gari lake la kusafishia na kuendelea na kazi yake kana kwamba dakika chache zilizopita moyo wake haukuwa umevunjika vipande vipande. Luka alibaki pale akimwangalia kimya kimya, kulikuwa na kitu cha kipekea kumhusu, nguvu ambayo haikuonekana kwa macho, lakini alihisia na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu aliwaza, nimewahi kumwona mtu aliye hai namna hii lini? Hakujua jina lake hakujua hadithi yake, lakini alijua jambo moja: msichana huyo hakuwa kama watu waliowazoea, alikuwa bado anabeba tumaini. Asubuhi ilipowadia macho ya Neema yalikuwa yamevimba, mwili umechoka, lakini moyo wake ulizidi kuchoka zaidi. Akiwa na gari lake la usafi alitembea polepole pole koridoni. Alikuwa amekaa usiku kucha akihesabu masaa atakavyoweza kufanya kazi kabla nguvu hazijaisha. Familia yake ilikuwa inamtegemea. Hakukuwa na nafasi ya kujionyesha dhaifu. Alipofika kwenye kona ile ile ya jana, Luka Washington alitoka chumbani akiwa kwenye suti yake akitembea kwa kujiamini kama mtu anayemiliki nusu ya Dar es Salaam, lakini alipomwona Neema alimkatisha mwendo. Samahani, alisema kwa utulifu. Wewe ndio mhudumu niliyemwona jana usiku, sivyo? Neema akakosa amani. Kwa kawaida mgeni akimuita mfanyakazi ni malalamiko. Luka akasoma hofu yake. Sipo hapa kulalamika, alisema taratibu. Nilisikia mazungumzo yako. Nilikuwa chumba cha mwisho. Uso wa Neema ukawaka moto. Alinama. Samahani bwana, haitajirudia. Huku nisumbua. Luka alijibu kwa upole. Akasogea karibu kidogo bila kumtisha. Si kujifanya kusikia, ulikuwa kwenye maumivu makubwa. Neema akajawa na aibu. Naomba msamaha bwana. Si kupaswa usiombe radhi, alisema sauti ikitulia kama bahari isiyo na mawimbi. Akamkabidhi kadi nyeupe ya kifahari yenye jina na anwani. Nataka uje hapa leo usiku saa moja. Nina nafasi ya kazi ya tofauti kwako. Neema akapigwa na butwaa. Kazi? Mimi ndiyo Luka akasema, watu wengi wakilia hukata tamaa. Wewe ulilia, lakini ukaendelea kufanya kazi. Neema akashika kadi ile mikono ikitetemeka, hakuna mtu aliyewahi kuona nguvu yake kabla. Luka akaondoka, na neema akabaki akitazama kadi ile kama kitu kisichowezekana. Siku nzima akili yake ilikuwa imejikita kwenye swali moja: kwa nini mtu kama yeye anihitaji mimi? Jioni ilipofika, alimkabidhi Mungu hofu zake zote, akaenda nyumbani, akavaa mavazi yake aliyonayo, blausi ya krimu na suruali nyeupe iliyokauka rangi, viatu vya zamani lakini safi, nywele akazifunga vizuri, akapumua kwa nguvu, kisha akaondoka. Anwani ilimfikisha kwenye eneo la matajiri, yaani dunia ambayo hakuwahi hata kuota kuingia. Akafika mbele ya geti la china lililochombwa kwa umaridadi, mizabibu ya china ikiwa imepambaa juu. Alisimama kwa muda mrefu, moyo ukimruka, kisha kwa ujasiri aliyopata ghafla akapiga kitufe cha geti, baada ya mlinzi kusema karibu sana Bi Neema. Bwana Washington anakusubiri. Njia ya mawe iliongoza hadi kwenye nyumba kubwa iliyozungukwa na maua ya rangi mbalimbali. Mbali. Ndani ya nyumba alikutana na Zamda, mwanamke wa umri wa makamo mwenye uso wa upole. Karibu nyumbani, nifuate tafadhali. Walimpeleka kwenye chumba kidogo cha kukaa chenye chai ya moto mezani. Moyo wa Neema ulikuwa unadunda haraka. Zamda alimwongoza kwenye chumba chenye shuka safi, dawati dogo, zulia zuri, na dirisha linaloangalia bustani ya lavanda. Kama ukihitaji kitu chochote, gonga mara mbili kwenye ukuta wa jikoni, Zamda alisema. Neema macho yakijaa maji, sijawahi kupata kitu kama hiki. Umefanya kazi kubwa maishani mwako, ni sawa kupumua kidogo, Zamda akamwambia kwa sauti ya upole. Baada ya kuwa peke yake, Neema alikaa kitandani, akashika shuka na kuvuta pumzi. Kwa mara ya kwanza hakuogopa. Siku inayofuata mlango ukafunguliwa na Luka akaingia akiwa kwenye mavazi ya kawaida, sweta la bluu na suruali ya jeans. Asante kwa kufika, alisema. Kusema kweli, sikujua kama nifike, Neema akajibu kwa sauti ya chini. Na mimi pia sikujua kama ungefika, Luka akasema. Baada ya kukaa, Luka akasema, nataka kukupa kazi, kuishi hapa, kusaidia kupanga mafaili, kusaidia zamda na kidogo kwenye nyaraka zangu. Si kazi ngumu, lakini inahitaji mtu makini. kwa nini mimi? Neema akauliza. kwa sababu hata ulipoumizwa hukusimama, uliendelea. Alimweleza kuhusu mshahara, makazi na usalama. Neema akatazama chini. sijazoea watu kuniangalia kwa namna hiyo Wakati umefika waamini kwamba unastahili mema, Luka alisema. Harufu ya kahawa ilimkuta akitoka chumbani. Zamda alikuwa jikoni akipanga vikombe. umelala vizuri zaidi ya nilivyowahi, Neema akajibu. Walipanga meza kuandaa chai ya Luka na kufanya kazi ndogo ndogo za utulivu. Kazi zilihisi nyepesi tofauti na hoteli. Baadaye Neema aliwekwa kwenye chumba cha mafaili, sanduku lililojazwa barua, kumbukumbu, kumbu za zamani, karatasi za miradi. Aliketi sakafuni na kuanza kupanga. Luka aliingia kimya kimya. Unaonekana makini sana, alisema. Neema akacheka kidogo, si kutaka, ni mazoea. Luka akachukua bahasha moja na kusema kwa sauti ya upole, baba yangu marehemu alihifadhi kila barua, hata zile kutoka miaka ambayo mambo yalikuwa mabaya. Neema akagusa karatasi kwa uangalifu inahisi kama kushika sehemu ya maisha yake alisema Luka akamwangalia kwa uangalifu hiyo ndiyo sababu nilihitaji mtu kama wewe kwa mara ya kwanza Neema alihisi kuonwa sio kama mfanyakazi bali kama mtu mwenye thamani Neema alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu alipofungua barua ile ya kwanza alikuwa mtu wa kimya na mara nyingi alihofia kusema zaidi alivyoruhusu akaisogeza pembeni na kuchukua barua inayofuata. Ilikuwa hotuba ambayo haijakamilishwa imeandikwa, ikafutwa, ikarudiwa mara kadhaa. Alipata tabasamu dogo usoni. Alijaribu sana kupata kauli sahihi, Neema akasema. Sauti ya Luka ikawa nyororo aliposema, ndiyo, alifanya kila awezako. Neema akatazama makasha yaliyokuwa yametapakaa. Kulikuwa na barua nyingi, kumbukumbu alizohifadhi kwa miaka Luka akavuta pumzi akiegemea nyuma kidogo. Hapo ndipo nilipoona nahitaji mtu wa kunisaidia, hizi si karatasi za biashara tu, ni sehemu ya maisha yake na sehemu ya historia ya familia yangu. Neema akatikisa kichwa kwa heshima, nitazishughulikia kwa makini. Ninajua, Luka alijibu taratibu. Wakaendelea kufanya kazi kimya kimya, kimya ambacho Neema haikuwa imezoea lakini kilimpa faraja isiyo na maelezo. Mara Luka akastarehe na kumtazama Neema akiona jinsi alivyozunguka kila karatasi kwa makini, kana kwamba inastahili heshima ya pekee. Una uangalifu wa ajabu, alisema. Neema akasita, kisha akatabasamu kwa aibu kidogo. Niliwahi kufanya ushonaji, alikiri watu wa mtaani waliniletea nguo zilizochanika au kuhitaji marekebisho. Alipumua polepole pole. Wakati maisha alikuwa mazito, kushona kunanisaidia kupata pumzi. Kilikuwa kitu ambacho ni changu peke yako. Uso wa Luka ukalegea ukionyesha udadisi wa kweli. Na uliupenda huo ujuzi? Neema akatikisa kichwa akisema kwa ujasiri zaidi, nilikuwa naupenda sana, ulinifanya nijisikie na nguvu zangu. Wakabaki kimya kimya laini, kilichokuwa na maana kulika maneno. Luka aliisikia sauti yake ikimjia laini kuinuka, haikuwa sauti ya huruma, bali ya mtu anayeheshimu ukweli. Baada ya muda Luka akamuuliza kwa sauti ya chini, Neema, nyumbani ilikuwa wewe ndiyo uliokuwa mzigo wa familia? Ndiyo, alinongona kwa sauti dhaifu, kwa muda mrefu. Na wewe je, nani aliyekuunga mkono? Luka akaongeza kwa sauti ya upole. Neema akatazama pembeni. Hakuna, ilibidi nijifunze kujibeba. Luka hakusema chochote, lakini macho yake yalijaa heshima mpya, kubwa, nzito, ya dhati. Kwa mara ya kwanza Neema hakujihisi dhaifu kwa kuwa na historia ngumu, alihisi mwenye nguvu. Siku zikaendelea. Ndani ya nyumba ya Herieth Washington huko Dar es Salaam, Neema akaanza kuzoea utaratibu: kufanya kazi na Zamda asubuhi, kupanga berua mchana, na kumwagilia bustani jioni. Siku zilikuwa zimejaa utulivu aliyokuwa hajazoea lakini kulikuwa na sehemu moja hakuwahi kuikaribia, mlango mweupe uliokuwa mwisho wa korido ya juu, daima umefunguka, daima kimya. Siku moja ya mvua, neema akiwa anafuta ngazi, alimkuta Luka amesimama mbele ya mlango huo, akitazama kwa mbali, mvua ikidondoka dirishani polepole pole. Neema akasita, hakutaka kuvuka mipaka. Luka akamjiokea kwa utulivu, unaruhusu kuuliza, Neema? Neema akasema kwa haraka nisingependa kuonekana nacheka mambo ambayo si yangu. Luka akatikisa kichwa, hauna haja ya kuogopa kila swali. Akaonyesha mlango, humo ndani kulikuwa na chumba cha muziki cha mchumba wangu. Alipumua kwa kina, alipenda kupiga piano kila asubuhi, alisema dunia inaeleweka zaidi kwa muziki. Neema akavuta pumzi, pole sana. Luka akaendelea, sauti yake ikiwa imara lakini yenye umbali Alifariki miaka minne iliyopita kwenye ajali ya ndege. Nikaamua kulifunga chumba, kukifungua kungekuwa kama kukubali mwisho wake. Neema akasogea kiasi tu kuonesha yuko karibu naye bila kumzidi ukaribu. Naelewa, alinongona. Wakati mwingine vyumba vinabeba raha na vingine vinabeba maumivu. Luka akamtazama kana kwamba amegundua kitu ndani yake ambacho hakutarajia. Siwezi kupiga piano Neema akaendelea polepole pole. lakini ukitaka mtu wa kukaa tu pembeni wakati utakifungua nitakuwepo kauli hiyo ikagonga sehemu ambayo Luka alikuwa ameifunga kwa muda mrefu asante alisema kwa sauti ya chini sana Neema aliendelea kujijenga jikoni sebuleni kwenye bustani lakini alikosa kitu ushunaji wake kisha siku moja kifurushi kidogo kikaletwa na Zamda Neema, hiki kimeandikwa jina lako Neema. Akakifungua polepole pole, akakosa maneno: vitambaa vipya, mkasi mzuri, kisanduku kipya cha ushonaji. Zamda, si kuagiza hivi? Zamda akatabasamu kwa kuelewa, lakini mtu alijua unavihitaji. Neema akageuza macho taratibu kuelekea nje, ambako Luka alikuwa anatikisa matone ya mvua kutoka kwenye koti lake. Wakati macho yao yalipokutana akasema "Ulisema ushonaji unakupa amani, nikafitiri, kwa nini usiendelee?" Neema akakumbatia vile vitambaa. "Mimi sipendi kuonekana kama mtu anayetegemea msaada." "Huu si msaada," Luka akasema taratibu, "hii ni imani ninayokupa." Maneno hayo yakamgusa kuliko alivyotarajia. Baadaye Neema akapata wazo la kufanya kitu kikubwa zaidi. Zamda, vipi kama tukibadili kile chumba cha mashariki kuwa sehemu ndogo ya kufundisha ushonaji? Zamda akang'ara macho, hilo wazo ni zuri. Baada ya siku chache, chumba kilichokuwa hakitumiki kikawa waksha ndogo rahisi, lakini yenye joto. Wiki ya kwanza walikuja wanawake wawili tu, wiki ya pili wakaja wanane, kisha watu zaidi wakaanza kusikia juu ya mahali hapo chumba kilichozoeleka kuwa kimya kikawa na kelele za mashine ndogo za kushona, vicheko na mazungumzo ya wanawake waliotaka kujifunza kupumua au kupata mahali pa kujisikia salama. Siku moja Luka alisimama mlangoni kimya kimya, akimtazama neema akimfundisha msichana mdogo jinsi ya kuingiza uzi kwenye sindano. Hakutabasamu kwa aibu, alitabasamu kwa kweli, na pale moyoni mwa Luka kitu kikabadilika. Siyo huruma tu, bali heshima, kuvutiwa, na hamu ya kumwelewa zaidi mwanamke aliyekataa kukata tamaa. Mwandishi wa habari wa kijamii alipotembelea Neema hakulifanya kuwa jambo kubwa, lakini wiki mbili baadaye alipokea barua, mwaliko wa kushindania tuzo ya Mwanga wa Jamii kwa kuwainua wanawake kupitia ujuzi na kujiamini. Mimi? aliuliza kwa mshangao. Zamda akamkumbatia bega. Umefanya makubwa kuliko unavyofikiri. Luka alipoona barua hiyo uso wake ulijaa fahari tulivu. Huu ni ushindi ulioutengeneza kwa mikono yako, alisikika akisema. Haya matukio siyo maisha yangu, neema akasema kwa hofu. Luka akasogea karibu kidogo. hata mimi nilisikia hivyo, alisema hadi nilipoacha kujiwekea mipaka. Hafla ilifanyika kwenye ukumbi mkubwa unaotazama mto katika jiji la Dar es Salaam. Neema alivaa gauni la bluu aliloshona kwa mikono yake. Alionekana mtulivu mwenye thamani, kana kwamba nafasi hiyo ni yake tangu mwanzo. Luka alipoingia ukumbini, macho yake yalimsaka mara moja, na alipomuona alifanya kile ambacho hakuwahi kufanya hapo mwanzo: alicheka taratibu, ile tabasamu ya mtu anayejivunia kuona mwanga mpya ukizaliwa. Macho yao yalipogongana, neema alihisi dunia ikisimama kwa sekunde chache. Hakumsalimu, hakumuita Luka, alitoa tabasamu dogo lililoonekana kama siri aliyoiwekea yeye tu. Sherehe ilianza kwa shangwe, muziki na hotuba za ufunguzi. Neema akiwa amesimama miongoni mwa watu, alijilazimisha kuwa mtulivu, licha ya hofu iliyokuwa ikimla taratibu ndani. Kipindi cha kuwatambulisha washiriki kilipoanza, taswira isiyotegemewa ikatokea kwenye skrini kubwa, picha aliyoifahamu mara moja. Moyo wake ukaporomoka. Ilikuwa picha yake miaka miwili nyuma, akitoka kituo cha polisi Dar es Salaam akituhumiwa kwa wizi aliyokanusha milele. Ukumbi mzima ukakata kelele, vichwa vikaanza kuinamiana, miguu yake ikatemema, akahisi koo likikauka. Aibu aliyodhani imezikwa ikarudi kwa nguvu mpya. Alitaka kukimbia nje kabla macho ya watu hayajamwangia zaidi, lakini kabla hajachukua hatua, mtu fulani alisimama, Luka ukumbi mzima ukabadilika kana kwamba mtu amezima upepo mkali. Luka alisimama kwa utulivu ule ambao huleta heshima bila kuomba. Mwenyeji akaacha kuzungumza, watu wote wakamgeukia. Neema akapigwa na bumbuwazi, hakujua Luka anakusudia kufanya nini. Hakumtazama kwa hasira wala huruma, ulikuwa mtazamo wa mtu anayejua anachofanya. Akapanda jukwani polepole pole. Akachukua kipaza sauti kwa ustaarabu kutoka kwa mwenyeji aliyekuwa ameduao Sauti yake ilipoanza kusikika ilikuwa thabiti na safi. Kabla hamjamhukumu mtu kwa picha ya zamani, alisema, ni muhimu msikie kilicho nyuma yake. Ukumbi mzima ukatulia kimya kiasi kwamba hata sauti ya kiyoyozi ilisikika kama wimbo. Luka akatazama skrini iliyokuwa bado inaonyesha picha ya Neema. Hii ni picha ya msichana aliyeshtakiwa kimakosa, alisema, lakini haionyeshi alichopitia. Akaendelea kwa upole wenye nguvu haionyeshi msichana aliyefanya kazi tatu tofauti ili kuwahudumia nyumbani haionyeshi binti aliyemweneza mama yake mgonjwa haionyesha mtu aliyechagua kuamini mema hata wakati dunia haikumwonyesha mema minong'ono ikakatika taratibu na haionyesha mwanamke aliyeanzisha warsha ndogo ya ushonaji akaongeza sehemu ambayo watu waliokuwa hawana tumaini tena walipata nafasi mpya kisha akamgeukia Neema moja kwa moja. Hakumtoa hotuba, hakutamka hata neno. Alinyosha mkono wake tu, Neema akautazama kwa sekunde moja kabla ya kuushika. Walipotoka nje ya ukumbi, hewa ya usiku ya Dar es Salaam ilimgusa uso kwa baridi ya utulivu, akapumua kwa kina, akahisi moyo wake ukitulia polepole pole. Luka alisimama karibu naye, mikono kwenye mifuko, kimya lakini karibu, kama nanga. Walikaa kimya kwa muda mrefu kabla neema kusema kwa sauti ya chini, hukupaswa kufanya yote yale. Luka akamgeukia, macho yake yakiwa laini kama usiku wenyewe. Nilipaswa. Neema akaangalia mikono yake. Sina furaha kuona yaliyopita bado yanakufuata. Alitikisa kichwa. Lakini leo, yaliyopita hayakuingia kwenye ukumbi. Uliingia wewe, mwenye nguvu, jasiri na anayestahili kuwa pale. Neema akapiga kope, akizuia machozi Nimechoka, akasema taratibu, nimechoka kujaribu kuthibitisha siyo yule watu wanayosema. Luka akasogea karibu kidogo. Huna haja ya kuthibitisha chochote kwa watu wasiokuona, weka nguvu zako kwa wanaokuelewa. Neema akavuta pumzi. Na wewe kwa nini ulisimama kwa ajili yangu? Kwa sababu hupaswi kupigana peke yako tena, alijibu bila kusita. Maneno yake yakamgusa moyoni, eneo ambalo kwa muda mrefu lilikuwa limefungwa. Baada ya kimya kifupi, Neema akauliza kwa upole, kwa nini miongoni mwa watu wote unanichagua mimi? Luka akamtazama kwa uaminifu usio na kelele, kwa sababu siku niliyokutana na wewe ulinitukumbusha mtu niliyotamani kuwa, mvumilivu, mtu ambaye hajakata tamaa hata dunia inapomvungia nguvu. Akaendelea kwa upole, siwezi kukuokoa, lakini naweza kutembea kando yako unapojokoa mwenyewe. Joto lisilotarajiwa likampanda Neema. Sikuwahi kufikiria haya yangetokea, akasema. Hata mimi, Luka akajibu, lakini sasa siko tayari kugeuka nyuma. Nao wakatembea pamoja mbele, kwa mara ya kwanza bila hofu. Wiki zikapita taratibu kama jua la asubuhi linalokuja na utulivu. Waksho ya ushonaji ya Neema ikaanza kujaa watu zaidi. Kicheko, mirindimo ya mashine na sauti za wanawake wakisimulia maisha yao zilijaza chumba ambacho zamani kilikuwa tupu. Luka hakusimama mbali, hakuwa mzito, lakini uwepo wake ulikuwa wa kudumu, msaada kimya ambao Neema hakuwahi kuupata kutoka kwa mtu yoyote. Siku moja mapema asubuhi, neema aliingia jikoni na kushtuka kidogo. Pembeni ya meza aliketi mwanamke niliyemwona tu kwenye picha, Harriet Washington, mama yake Luka, akiwa na mwonekano uliosheheni ustaarabu, koti jeupe safi na nywele zilizopangwa kwa umaridadi. Alimtazama Neema kwa utulivu wa mtu anayepima kwa makini. Zamda akatabasamu kwa upole. Neema mpenzi, huyu hapa ni mama Luka, Bi Herieth Washington. Neema akameza mate. Nimefurahi kukutana na wewe mama, akasema kwa aibu. Herieth akamtazama kwa sekunde kadhaa, si kwa baridi, bali kwa uchunguzi wa mama anayemlinda mwanawe. Nimesikia mambo mengi kukuhusu, akasema taratibu. Luka aliwasiri muda mfupi baadaye ingawa uso wake ulionekana mtulivu, Neema alihisi ndani yake alikuwa tayari kujibu chochote. Walikaa mezani kula kifungua kinywaki kwa utulivu, ukimya mwembamba wa heshima uliojaa tahadhari. Baada ya kula, Harriet Washington akamwomba Neema atembee naye kwenye bustani ndogo iliyo nyuma ya nyumba. Upepo wa Dar es Salaam ulipuliza taratibu, ukisogeza majani na kueneza harufu tamu ya mimea. Walitembea kimya kwa muda kisha Herieth akaanza kwa sauti ya upole, nilimpoteza mume wangu kwa ugonjwa mzito. Huo ulikuwa msiba wa kwanza uliomvunja Luka. Wa pili ulikuja pale mchumba wake alipofariki. Neema alitembea pembeni yake, hajui aanzie wapi kujibu. Herieth akasimama, akamgeukia moja kwa moja. Sijaongozwa na maneno ya watu kukuhusu, naomba tu nijue jambo moja, kwa ajili ya mwanangu. Neema akainamisha kichwa kidogo, moyo ukigonga mbio. Je, yeah, uko na Luka kwa sababu ndiye mtu wa kwanza kukupa nafasi au kweli unamjali? Neema akahema taratibu kabla ya kujibu. Sikuja hapa nikitafuta mtu wa kuniokoa. Nilikuja kwa kwa sababu sikuwa na sehemu nyingine ya kwenda. Lakini nilichokuta hapa si msaada bali heshima, mahali penye ukweli ambapo sikuhitaji kuomba ruhusa ili niwe mimi. Uso wa Herieth ukatulia, ukawa laini. Simpende kwa sababu alinishika mkono wakati nilipokuwa dhaifu. Nampenda kwa sababu hakuwahi kuniona kama mzigo. Harriet akamtazama kimya kwa muda mrefu, kisha akasema taratibu, Naam, nakusikia na, na ninakuamini. Siku hiyo alikaa zaidi ya alivyodhani. Akaingia chumba cha ushonaji, akazungumza na wanawake na akaonja keki ya limao aliyopikwa na Zamda. Kabla hajaondoka, akamwambia Neema, natumaini utaendelea kuwa hapa sio kwa sababu Luka anahitaji mtu bali kwa sababu amekufungulia moyo wake miezi ikaenda haraka workshop ya ushonaji ikakua na kuwa kitu cha maana zaidi kwa msaada wa wafadhili Zamda na Luka Neema akageuza jengo la zamani la posta jijini Dar es Salaam kuwa kituo kipya cha kuwasaidia wanawake Heaven House siku ya ufunguzi ilijaa watu meya majirani wanawake wa kituo na familia Neema alitoa hotuba fupi ya kweli na yenye kugusa Alipoteremka jukwani akipumua kwa faraja, Luka alikuwa akimsubiri. Ninajivunia sana wewe, akamwambia kwa sauti ya utulivu. Neema akatabasamu. Ninajivunia sisi. Luka akavuta pumzi kisha akatoa kisanduku. Ndani yake kulikuwa na pete nyepesi yenye uzuri wa kawaida, pete ambayo roho ya Neema ingeielewa. Akaisogeza mbele na kusema, Neema, huna deni lolote kwangu. Si upendo, si shukrani. Lakini, ukikubali, nataka tuunde maisha yetu kwa hiari, sio ulazima. Utakubali kuwa mke wangu? Hakusita, hakutikisika. Neema akasogea karibu, akasema kwa uthabiti, ndiyo. Makofi akajaa hewani, lakini yeye alisikia tu mapigo yake. Luka akamvalisha pete na kusogeza paji lake la uso juu ya wake. Kwa sekunde ile alijua hakuwa tena msichana aliyelia kwenye korido ya hoteli, hakuwa tena anayebeba dunia peke yake Hakuwa kivuli cha yaliyopita, alikuwa mwanamke anayejenga upya kwa nguvu zake, kwa moyo wake, akiwa na mtu aliyechagua kutembea naye, si kumvuta. Na hapo ndipo safari yake mpya ilipoanza. Neema alipolia siku hiyo hotelini hakujua machozi yale yangemfungulia mlango wa maisha mapya. Mara nyingi mioyo yenye nguvu zaidi ni ile inayosonga mbele, hata ikiwa inatetemeka. Huu ndio mwisho wa simulizi hii. Kama umeipenda tuambie. Unaangalia simulizi hii ukiwa wapi, ili tusalimiane wapendwa. Kwa heri.